Hatua inayofuata sasa ni watake mwendelee na utoaji wa mafunzo ya elimu au kutoa elimu ya sera hii kwa taasisi za umma kuhusu maudhui ya sera na namna yanavyogusa majukumu yao ya kila siku. Na hapa nimeona timu kubwa tu ya mabalozi wastaafu, lakini wamestaafu bado wana nguvu wanaweza wakatumika kwenye kazi hii, mkawapangia kazi maalum ya kukaa na sekta mbalimbali, sababu wizara mko bizi sana, wao wakaipitia vizuri sera hii na wakakaa na sekta mbalimbali kuwaeleza majukumu yao kuendana na sera hii na, na zaidi kupitia ule mkakati na kutafsiri kisekta kwa kila sekta inayohusika lakini waheshimiwa mabalozi wetu wanao um, tuwakilisha kule nje wahakikishe wanaisoma na kuielewa na kuanza kutangaza mabadiliko haya chanya ya sera yetu. Kumbukeni, sera hii inatutaka kuwa na diplomasia inayowahusisha wananchi kwa kupata taarifa za utekelezaji wa kazi zenu. Pia jambo jingine, kwa kuwa utekelezaji wa sera hii Uh, sio jukumu pekee au sio jukumu la Wizara ya Mambo ya Nje peke yake, bali wizara hiyo ni mratibu na msimamizi mkuu. Naziagiza wizara, idara zinazojitegemea, wakala za serikali, na tawala za mikoa na serikali za mitaa kuhakikisha mnajumuisha malengo na mikakati ya sera hii katika mipango mikakati yenu na kuanza utekelezaji wake mara mwongozo utakapotolewa. La nne, kuendelea kulinda uhuru na heshima ya nchi yetu. Kama nilivyosema, kuna maendeleo makubwa ya teknolojia, na kwa kutumia teknolojia watu duniani wanaweza kufanya wanavyotaka, wanaweza kutusema wanavyotaka, wanaweza kutoa matamko wanayotaka. ni waombe katika matamko yanayotoka, ni vyema wizara na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama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 ambayo yanatuathiri na sisi huku ugaidi na mambo mengine. ni waombe mwe makini katika hilo. Kwa Watanzania wanaoishi nje na raia wa nchi nyingine wenye asili ya Tanzania au maarufu diaspora, kwa kuwa sasa serikali imewatambua kama wabia muhimu wa maendeleo, karibuni nyumbani kwa uwekezaji katika sekta za kiuchumi na kijamii, na ni wajibu wenu kuzitangaza sifa njema za Tanzania katika maeneo yenu mnayoishi, badala ya kuisema vibaya nchi yenu mlikotoka. Kwa sekta binafsi ya hapa nchini, serikali inajitahidi kufungua milango ya kibiashara ndani na nje ya nchi. Tunawasihi kuzitumia fursa hizo. Vile vile tunakaribisha zaidi sekta binafsi kutoka nje ya nchi.